Uh, msanii Harmonize msa, amefanya ame, ame vizuri sana kwenye show Zanzibar pale pale, kwamba watu wanasema yeye ndo kama ametuokoa sisi wa Tanzania. Aina yake ya uchezaji ile, anacheza kama anajibwaga chini hivi, unahisi uh, kwamba ni, ni kweli Harmonize yeye ana hiyo talanta ya kufanya show zaidi ya wasanii wote Tanzania, au upepo siku ile ulikuwa ni wa kwake Sio upepo, narudi pointi yangu, mimi bro moja tu, ukinielewa yeah. <laughs> yeah. e yeah. yeah. yeah. Alafu yule Harmonize, yani ile neno tembo lile yeah. Kwa ushauri wangu yes. Angetoa angebaki jeshi, yani yule jeshi kweli, kafanya vile jeshi ile, yani kwamba Diamond ameshindwa kujiandaa kuliko Harmonize okay, licha ya fedha ambazo alizokuwa nazo umaarufu uh, amezungukwa na kila kitu, kwa hiyo kwamba ameshindwa kujiandaa kumpita Harmonize. Ah, swala la kujiandaa, unajua Diamond, unajua mtu akisha kuwa mkubwa zaidi. Diamond ni mkubwa Tanzania, kwa hiyo, ha, kwa hiyo huyu aliyekuwa chini, unajua, mfano labda kuna msimu, kuna labda wanafunzi wa shule, wale wanafunzi ameshika wa namba moja, kwa wengine namba mbili, kwa wengine namba tatu. Yule namba tatu atafanya juu chini afike kwa namba mbili right. Au yule namba mbili atafanya juu chini mm. aweze kumfikia yule namba namba moja sio, mnaelewa eh? mm. Kwa hiyo maana yake Harmonize alichokifanya kajiandaa, ile ni jeshi yani, katumia jeshi na kaitendea hiki jeshi yani, ni jeshi katika mziki, ni jeshi komando kabisa. Kwa hiyo tumpe tumpe Harmonize nafasi ya Diamond Platinumz au Diamond tumpe, un hapana, kila mtu atabaki kuwa katika nafasi yake Sio kwamba kwa sasa tumwachie Harmonize afu Diamond Platinum sabaki tu kama msanii mwenye mafanikio na msanii tajiri. Diamond ni msanii pia mwenye mafanikio, of course, msanii tajiri. Pia Harmonize mwenyewe pia ni msanii mwenye mafanikio. Unajua siku zote watu hawawezi kwa sawa. Umeona? Mm. Kwa mfano tunapozungumzia Harmonize atabaki kwa Harmonize. Yaani katoka mikononi mwa nani? Diamond. Diamond Platinum. Yeah. Kwa hiyo yeye mwenyewe Harmonize kwa leo unajua bila yake ya katika muziki okay. Yeah. Kwa sasa msanii namba moja uh, ukiacha kutazama labda jina kubwa, kwa heri sasa wewe ni producer ambaye unafanya muziki na unajua muziki kwa kwa, kwa asilimia kubwa nikikuuliza msanii namba moja kwako wewe wa Tanzania ambaye anaimba vizuri aa, bila kuangalia jina unampa nani? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <ukazali imba> vizuri. Mm. Ah, bwana, vizuri bwana tamzungumzia katika wale aa waliotoka Msanii mm. takutajia msanii vizuri vizuri hivi bwana, nashi msanii an nashi anaimba vizuri sana nashi nini mm -hmm. umezingatia kwake <laughs> Na mtoto anaimba na melodi anaimba vizuri sana kwa sababu tu watu hawajampokea, lakini kwa kweli msanii ambaye ananikosha sana ni Nash. mm. Yes, ila kwa sababu tu hayupo tukizungumzia tu walukopo, industry, yeah kabisa. kuna mtu anaimba hatari lakini watu kumfikiria hawezi. yes, kumfikiria sana. kwa hiyo okay. tuna mm. kila sababu ya sisi sasa wasanii wa Tanzania pia kufanya maandalizi kuhusiana na show zinazokuja ili tusitukatia aibu kama tumefanya juzi pale Zanzibar kwenye show za Trace Music Africa. Yaani, kujiandaa ndio maana, kama niliangalia interview, Diamond Platnumz, arena Yes. ya alipozungumzia kuhusu arena na hapa amezungumzia kitu kizuri na hapa pia yaandaliwe madi mad mashindano kama yale anafanyika tapia hapa lakini also Tanzania kwa ujumla ifanyika Zanzibar, pia ni Tanzania mm. Kwa hiyo pia isiwe kama kisingizio cha labda cha wasanii kwa sababu wamefanyika kule mm. nasi tunataka aje huku Zanzibar na Tanganyika, muunganiko mm. wao ndo tumepata Tanzania, kwa hiyo yote ni Tanzania, ila tumeamua kufanyika kule mm. Basi lakini kwamba all of all wasanii wasilemai na mziki wa studio playback, ndio zinaharibu sana wasanii Okay. Hmm. Hmm. Bwana ni producer Heri huyo kutokea Heri Beat, mtu ambaye anafanya muziki lakini pia ni, ni mtayarishaji wa muziki pia na wasanii wake ambaye anawasimamia pia. So amezungumza hayo kuhusiana na tuzo za Trace ambazo zimefanyika siku kadhaa zilizopita hapo. Nini maoni yako hapo? Nini maoni yako wewe kama mdau na mfuatiliaji wa muziki wa Tanzania? tuandikie kupitia Facebook, Instagram, YouTube pamoja na TikTok kwa jina la Uzuri TV. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ya YouTube ya Uzuri TV. kila siku tulikuwa na wewe, kila siku kila wakati, bado tupo kwa ajili yako. Yo,